Nataka kuwaomba wakazi wa Malakisi South Kulisiru wajue ya kwamba wodi yetu imesalia nyuma kwa ajili ya maendeleo. Wamekuwa wakitafuta kiongozi ambaye anaweza kuwafikia, lakini imekuwa vigumu. Na pia tukiangalia miradi mingi ambayo anastahili kufanya hajafanya, vile vile alitumwa na wananchi amekuwa huko miaka kumi na tano na kwa hivyo tunataka mabadiliko ili tuone wodi yetu inakuwa kama wodi zingine ambazo ziko na maendeleo. Mahali wamama wanajua tuna kiongozi ambayo ana wafadhili wanakuwa karibu kwa ajili ya kufanya vikundi vya kuinua maendeleo nyumbani. Na hata katika wodi yetu vijana wote washikane mikono katika vikundi ili wainuliwe kwa ajili ya kufanya mambo ya kuwasaidia kama vijana, wafanye miradi ambayo itawapa pesa. Pia tukiangalia barabara zetu ambazo, eh, MCA wetu anastahili kushughulikia, zimeharibika zaidi. Kama ni kandarasi amepea watu ambao hawafanyi vizuri na hakuna kufuatilia. Kwa hivyo tunataka kiongozi ambaye atafanya kazi akijua ya kwamba hapa tumempa nafasi mtu na amefanya kazi hiyo vilivyo, pesa zinatumika vizuri. Shule za chekechea miaka kumi na tano hajamaliza wodi mzima kujengea shule zetu madarasa ya chekechea. Ukiona maji imekuwa shida katika wodi yetu, wamama wanapiga taabu. Kwa hivyo mimi ninaona mimi ndio nitakuwa suluhisho kwa kupata mabadiliko. Kwa hivyo 2027 nawaomba wakaazi wa Malakisi South Kulisiru kwamba tubadilishe na eh, mtu ambaye mnaenda kupea nafasi hiyo ni Madam Esna Simiu. Ni kwa majina naitwa Wickliff Sikala na Masake na vilevile vile, Madam bila ameongea. Aa, ni kwamba sisi tunaona tumebaki nyuma kimaendeleo na mimi huwa nasema ya kwamba e, Sirisia hii ni yetu, na tukirudi nyuma ni sisi tunarudi nyuma, na kama umepea kiongozi e, muda wa mihula mitatu na hakuna maendeleo ambayo unaweza ona imekufikia, mi huwa nasema hata ukimpea miaka e, tams kumi, bado hatafanya maendeleo hayo, kwa hivyo This, uh, this time round ninaonelea ni vizuri tuwe na mabadiliko katika siasa yetu ya Sirisia, hata ikiwezekana tuwe na overhaul ya siasa ya Sirisia. Hapo ndio tunaweza kuwa kila mtu aonje utamu wa maendeleo, utamu wa siasa, na hayo ndio maoni yangu.